Kitabu cha cha pili cha wa Makabayo, sura ya tano na ya sita. Naam kanisa la Mungu tumsifuni Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, tuungane muda huu kwa ajili ya kusali ili tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ni wakati mwingine tena mzuri ambao unatuwezesha watoto wako kukutana kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe na sisi na utupe neema ya kuweza kuwa imara, ili kwa neno lako tuweze kuimarika na tuendelee kuwa hodari katika nguvu za Mungu, ili Bwana tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Watu wa Bwana, Karibuni sana. Unaweza pia ukasoma bibilia na sisi katika chaneli yetu ya YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe na upande wa Facebook usisahau kufolo. Tuombe muda huu, tuungane, tuanze rasmi usomaji. Sura ya tano. Kama wakati huo, Antioko alishambulia Misri mara ya pili, Ikatokea ya kuwa kwa muda wa siku zilizokaribia arobaini, wapanda farasi walionekana angani wakienda kwa nguvu. Mavazi yao yalifumwa kwa dhahabu, walichukua mikuki, wakapangwa safu safu tayari kwa vita. Kulikuwa na wapanda farasi wengine, vikosi vikosi, na kushambuliana huko na huko Mtikiso wa ngao, mikuki kila upande na panga wazi, kutupiana mishale na kumetameta cha mavazi ya dhahabu na cha deraya ya kila namna. Watu wote waliomba maono hayo ya bashiri heri. Kukatokea kivumo cha uongo kwamba Antioko amekufa. Basi Yasoni alichukua watu wasiopungua elfu akaushambulia mji kwa ghafla. Askari walinzi waliowekwa juu ya ukuta wakashindwa na kurudishwa nyuma. Mwishowe mji ulipokuwa karibu kukamatwa, Menelao alikimbilia ngome. Yasoni aliua wenyeji wenzake bila huruma. Hakufahamu ya kuwa ushindi juu ya jamaa ni ushindi tu, bali alifanya kana kwamba anateka adui, wala si watu wa nchi yake mwenyewe. Lakini hakupata mji. Mwisho wa uasi wake ulikuwa fedhea tu na kuikimbilia tena nchi ya Waamoni. Hatimaye alipatwa na mwisho mbaya: kufungwa na Areta mkuu wa Waarabu, kukimbia mji kwa mji, kufukuzwa na watu wote, kuchukiwa kama mwasi wa sheria, kukihiriwa kama muaji wa nchi yake na raia wenzake, na kutupwa Misri. Yeye alikuwa amehamisha watu wengi kutoka nchi yao katika nchi ya kigeni, alikufa mwenyewe katika nchi ya kigeni. Alipokuwa akivuka bahari kwenda kwa Walakedomonia akitumia kukaribishwa nao kwa kuwa ni jamaa. Yeye alitupa wengi bila maziko hakuwa na mtu wa kumwombolezea wala hakuwa na maziko hata wala mahali pake katika kaburi la baba zake. Basi habari za mambo hayo yalipomfikia mfalme, alidhani kama Uyahudi amefanya uasi, akatoka Misri kwa hasira nyingi, akaushambulia mji akautwaa akawaagiza askari zake wapige kwa upanga wote watakaowakuta bila kuonyesha huruma, na kuwaua watu waliozikimbilia nyumba zao. Wakauawa vijana waze na wazee na kuharibiwa kabisa wavulana, wanawake, na watoto, wanawali na watoto wachanga. Katika siku zile siku tatu waliangamizwa watu themanini elfu na katika hao arobaini elfu waliuawa katika mapigano ya kushikiliana, na watu waliouzwa utumwani hawakupungua hao waliouawa. Wala si hayo tu, ila alithubutu kuingia katika hekalu lililotakatifu kuliko yote duniani akaongozwa na Menelayo yule aliyekuwa msaliti wa sheria na wa nchi yake, akavishika vyombo vitakatifu kwa mikono yake na jisi, na kuvinyang'anya kwa mikono michafu vitu vilivyotolewa na wafalme wengine kwa kuongeza utukufu na fahari ya mahali pale. Antioko alijivuna moyoni asitambue ya kuwa ni dhambi zao waliokaa mjini zilizomtia Bwana Mwenyezi hasira ya, ya kitambo hata akageuza macho yake mbali na mahali maana isingalikuwa wamefungwa kwa dhambi nyingi mtu huyu kama Heliodoro aliyetumwa na mfalme Seleuko kuikagua hazina angalipigwa na kurudishwa nyuma mara alipothubutu kusogea. Lakini Bwana hakulichagua taifa kwa ajili ya mahali, bali mahali kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo mahali palishiriki misiba iliyolipata taifa, hata baadaye pali ushiriki ufanisi wake, na mahali palipokataliwa katika ghadhabu ya Mwenyezi palirudishwa tena kwa utukufu mwingi mfalme mkuu aliporidhika. Naye Antioko akiisha kuchukua talanta elfu na mia nane katika hekalu, alikwenda nazo Antiokia kwa haraka na kwa jinsi moyo wake ulivyoinuka alijiona kama angeweza kuvukia nchi kavu kwa jahazi na bahari kwa miguu. Aliweka maliwali na kuwatesa watu huko Yerusalemu, Filipo mtu wa Frigia mwenye tabia ya kishenzi kuliko bwana wake, na huko Gerizim andinokyo na pamoja na hao Menelayo aliwaonea raia wenzake vibaya kupita wote. Tena katika chuki yake kwa Wayahudi raia zake alimtuma Polonio jemedari wa Wamisri pamoja na askari ishirini na mbili elfu akiwaamuru wawaue watu wazima wote na kuuza utumwani wanawake na vijana. Huyu alikuja Yerusalemu akajifanya mtu wa amani, akangoja hata siku takatifu ya sabato, Wayahudi walipoacha kazi. Ndipo alipoamuru watu wake wavae silaha zao na kujipanga. Watu waliokuja kutazama aliwaua kisha akaingia mjini kwa haraka na askari zake, akaua watu wengi. Lakini Yuda aitwaye makabayo pamoja na wenzake kama tisa waliponyoka, wakaishi milimani kama waishivyo wanyama, wakiponea mboga za majani, ili wasitiwe unajisi kama wengine. Sura ya sita. Baada ya siku si nyingi, mfalme alituma mzee mmoja mwethene kuwashukuru kuwashurutisha Wayahudi kuziacha amri za baba zao, wazifuate amri za Mungu tena alitie unajisi hekalu la Yerusalemu, na kulitia kwa jina la Zeu wa Olimpo na lile Gerizimu liitwe kwa jina la Zeu mlinzi wa wageni, kama walivyotaka wale waliokaa huko. Matokeo ya jambo hilo yalikuwa maovu na ya kuchukiza kabisa, maana hekalu lilijaa ghasia na ufisadi na watu wa mataifa waliombembeleza na makahaba na kutembea na wanawake katika nyua zake takatifu. Tena waliingia waliingiza vita vilivyo haramu, hata madhabahu ilijaa dhabihu za, za kuchukiza zilizokatazwa na sheria. Haikuwezekana kuishika Sabato wala kuziadhimisha sikukuu za zamani wala hata kujitaja kwa wazi kuwa Myahudi. Kila mwezi katika sikukuu ya kuzaliwa kwa mfalme, walichukuliwa kwa sharti kwenda kula dhabihu, na katika sikukuu ya Dioniso walishurutishwa kwenda kuandamana kwa heshima ya Dioniso wakivaa taji za majani. Pia kwa shauri la Tolemayo, maagizo yalipelekwa kwenye mji wa Kiunani ya karibu wawafanyie Wayahudi vitu hivyo na kuwashurutisha kula dhabihu. Na wale wasiokubali kuzifuata kawaida za Kiunani wa uawe. Hali yao mbaya ilikuwa dhahiri kwa wote. Maana wanawake wawili walihukumiwa kwa kuwatahiri watoto wao, nao walipokwisha kutembezwa mjini, watoto wakining'inia maziwani mwao, walitupwa chini kutoka juu ya ukuta. Wengine waliokimbilia mapango ya karibu ili kuishika siku ya saba kwa siri walisalitiwa kwa Filipo, na kuchomwa moto wote pamoja, kwa sababu waliona si halali kujipigania katika siku hiyo takatifu. Lakini nawaasi wasomaji wa kitabu hiki wasikate tamaa kwa sababu ya misiba hiyo, bali wafahamu kwamba kusudi la adhabu hizi halikuwa kuwaharibu watu wetu, ila kuwaadilisha. Maana kwa kweli ni dalili ya upendo wakosaji wasiachwe kwa muda mrefu bila kuonywa upesi. Kwa habari za mataifa mengine, Bwana Mwenyezi huwaonyesha uvumilivu mwingi asiwaadhibu mpaka wamefikia kikomo cha uovu wao. Lakini kwetu nia yake ni mbali, yaani asilazimike kutupatiliza baadaye dhambi zetu zitakapokomaa. Kwa hiyo hatuondolei rehema zake wakati wowote, ingawa anawapiga watu wake kwa mateso, lakini hawaachi kabisa. Haya twayasema kwa kuwakumbusheni tu. Basi baada ya maneno hayo machache, tuendelee na masimulizi yetu. Eleazari mmoja wa waandishi wakuu, mtu wa umri mkubwa na sura njema alishurutishwa kufunua kichwa chake, kulishwa nyama ya nguruwe, lakini akaitema ile nyama, akasogea mwenyewe kwenye mahali pa kuteswa. Akaona afadhali kufa kwa heshima kuliko kuishi kwa unajisi, akatenda kama yampasavyo mtu aliyekaza nia yake, kuvikataa vitu visivyo mahali halali kuonjwa hata kwa kutaka kujiokoa maisha. Basi wale walioisimamia dhabihu hiyo haramu, kwa kuwa wamejuana naye kwa miaka mingi, walimchukua kando, wakamsia lete nyama, nyama yake mwenyewe iliyo halali ya kuliwa na kufanya kana kwamba anaila nyama ya dhabihu kama mfalme alivyoamuru, hivyo atajiponya na mauti na kutendewa nao kwa hisani kwa sababu ya urafiki wao wa tangu zamani. Lakini yeye alikazia nia yake madhubuti nia iliyostahili umri wake na jadi yake, na mvi zake stahivu, na mwendo wake wa adili tangu utoto wake, katika kuzishika amri takatifu zilizotolewa na Mungu. Akakataa kabisa na kuambia wampeleke kuzimuni upesi, akisema haipatani na maisha na miaka yake yetu kudanganya, isije vijana wengi wadhani ya kuwa Eleazari katika mwaka wake wa tisini ameiacha dini yake kwa dini ya kigeni, na hiyo kwa sababu ya udanganyifu wangu; watapotoshwa, na mimi mwenyewe nitajipatia unajisi na aibu katika uzee wangu na hata nikiepukana na adhabu ya wanadamu sasa, lakini sitaweza kuepukana na mikono ya Mwenyezi nikiwa hai au nimekufa. Basi nikitoa maisha yangu sasa kwa ushujaa, nitajionyesha kuwa nimeistahili miaka yangu mingi, na kuachia vijana mfano wa kufa mauti ya fahari kwa hiari na kwa uthabiti kwa ajili ya amri takatifu zenye heshima. Alipokwisha kusema hayo, alipaendea mara mahali pa kuteswa, nao waliokuwa wakimwonyesha urafiki walibadili nia zao kwa mabaya, kwa sababu ya maneno yake walioyaona kuwa ya kiwazimu. Naye alipokuwa kufani kwa ajili ya mapigo yake, aliugua akasema kwake Bwana ajuaye yote, ni dhairi ya kuwa ingawa ningaliweza kuepukana na mauti, lakini ninavumilia maumivu makali mwilini mwangu, hata rohoni mwangu ninayavumilia kwa furaha, kwa sababu ya kicho changu kwake. Hivyo alikufa, na kufa kwake aliacha mfano wa unyofu na ukumbusho wa wema, si kwa vijana tu, ila kwa jamii yote ya taifa lake.